Akizungumza katika uwanja wa ndege wa kimataifa Mwalimu Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, katibu mkuu wizara ya uchukuzi Dr Shaban Mwinjaka amesema uchunguzi uliofanywa kwa wagonjwa wawili waliofikishwa jana katika kituo kilichotengwa kwa ajili ya ugonjwa wa Ebola ambao walihisiwa kuwa na dalili za maambukizi ya virusi vya ugonjwa huo umebainishwa kuwa hawakuwa na virusi vya ugonjwa wa Ebola. Gafla akajisikia hali yake sio nzuri, na alivyokuwa anajiangalia akakuta kwamba anatoka damu One. Lakini kihistoria huyu alikuwa na magonjwa eh, magonjwa ambayo yanaambatana na moyo na, na kwa hiyo baada ya kufanyiwa uchunguzi ilionekana tatizo hilo silo tatizo la, la Ebola. Ni tatizo tu la kawaida ambalo linaweza likamkuta mtu yote anapokuwa katika safari, ukakuta unaugua ukiwa safarini. Kwa hiyo aliruhusiwa kuondoka. Mtu wa pili ambaye alikuwa na alisema ni raia wa Benin, ni kweli babake anafanya kazi hapa Tanzania WWF, anasoma Dar es Salaam ile school of ya Tanganyika, lakini kwa vipimo ambavyo vimefanyika kijana huyu wa miaka kumi na nne anaugua ilikuwa ni malaria, lakini vipimo vyote ambavyo e, wenzetu wa afya watavizungumzia vilivyofanyika vilikuwa na maana ya kawaida tu, lakini sio ule ugonjwa ambao wa Ebola kwa hiyo nipende kuwathibitishia tena kwamba magonjwa ya Ebola Tanzania hatuna. Wale wote ambao wajana walisema wana Ebola wote wame, wameondoka, kila mtu yuko katika maeneo yake. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya viwanja vya ndege Dr Suleiman Saidi Suleiman amesema mamlaka hiyo imejipanga vizuri kupambana na janga hilo na kuna wataalamu na vifaa vya kutosha katika viwanja vyote vya ndege hapa nchini. Kwa hivyo kwenye masuala ambayo kama haya yamejitokeza ugonjwa ya, ya, ya, ya, wa namna hii. Kwa hivyo viwanja vya ndege mara nyingi vinakuwa tayari, kwa sababu kazi za viwanja vya ndege ni pamoja na kuwa kuwa tayari kupambana na matukio ma, ma, ambayo yote, tumetoka kwenye ugaidi, tumetoka kwenye magon, magonjwa ya SARS Ebola na nini. Kwa hivyo nadhani tuna uzoefu mkubwa na huwa ni timu ambayo kwa kweli ushirikiano ndio maana unakuta wizara afya, wizara kilimo, immigration, sote tunafanya kazi pamoja. Naye kaimu mkurugenzi kitengo cha dharura Dr. Elias Mkwesi amesema wafanyakazi wa makampuni ya ndege wamefundishwa juu ya ugonjwa na sasa wamejipanga kutoa elimu kwa wafanyakazi wa mabasi yanayofanya safari za kimataifa kwa kutumia kituo kikuu cha mabasi cha Ubungo. Tunachofanya hapa tukweza kwenda kwenye details scientific details za namna ya ku, kuangalia hizi isolation kwa nini tunaweka hii ya muda, tunaweka hivi ni kwamba, kitaratibu unapompata mtu mwenye dalili kama tulivyosema, kwa mfano Kevin Cruz wamegundua kwamba kuna abiria kwenye ndege ambaye ana dalili zisizo za kawaida au amepita kwenye scanners zetu au kwa kujaza zile fomu watumishi wamemuhisi, mtu atapelekwa kwenye isolation center, kwa hapa ipo hapa airport, wameisha itenga pale atachunguzwa, na kuangalia ile standard case definition ambayo inaonyesha kwamba mtu akiwa na dalili hizi, likely itakuwa ni Ebola.